Yanahusiana yeah, na nauli za BRT na sasa okay, yeah, anaonekana umma hawakupata vizuri ile taarifa yako ya nauli mpya za BRT, na watu wamezoea kwamba LATRA ndo wanatakiwa watangaze kwanza. Tuseme nauli ya BRT uh, mabasi yaendayo haraka yaliridhiwa kuwa shilingi elfu moja kwa tangazo la serikali la tarehe ishirini na tisa mwezi Agosti mwaka elfu mbili na ishirini na tano nakumbuka ilikuwa taarifa ya kawaida namba kumi na moja mia saba ishirini na tatu, na hii ilikuwa inawapa uhakika sasa. Wanaona leta mabasi kwamba nauli elfu moja wanaweza wakaanza nayo, na nakumbuka tulivyozungumza pale kwenye kufanya ziara katika BRT, tulitaarifu umma kwamba hii nauli elfu moja si tulishaona inawezekana, na tulishaiona huko nyuma. Tatizo ilikuwa ni mifumo ya kukusanya ile nauli na matumizi ya kadi, lakini la pili, uwepo wa haya mabasi ya kutosha sasa nashukuru kwa kweli, imefanya juhudi kubwa BRT2, wanafanya vizuri mfumo wa kukusanya nauli pamoja na mabasi yamekuwa mengi kiasi kwamba yameazimwa mwingine, mabasi sitini yamekwenda kwenye BRT1. sasa uboreshaji umefanyika kwenye BRT1. Sasa kwa mujibu wa kanuni za LATRA zile za tozo za nauli zinataka kwamba kanuni ya kumi na tisa inataka mtoa huduma sasa, ambaye sasa kwa utaratibu wa sasa hivi ni Dati ndo anatakiwa atoe taarifa kwa umma kwamba nauli zitaanza kutumika siku kumi na nne kuanzia ile tarehe anasema, yaani akitangaza leo anasubiri siku kumi na nne ndo utaratibu kanuni ya kumi na tisa na unatangaza kwenye magazeti yanayosomwa kwa wingi au yanatangazwa kwenye redio inayosikilizwa kwa masafa mengi au televisheni inaruhusiwa. Koti, na nashukuru kufahamu kwamba nilikusikiliza mimi kwenye redio tarehe kumi na tisa ya mwezi wa kumi na moja ukitoa taarifa kwamba nauli za elfu moja zinakwenda kuanza. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi zilivyoanza kutekelezwa ni sahihi, umma tu umezoea kwamba LATRA ndo watangazi, lakini sisi tulirizia na ilishatoka kwenye gazeti la serikali. Hizi nauli tunasema za mpito, ni nauli za mpito zilitangazwa tarehe ishirini na tisa mwezi Agosti mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Haihusiani na matukio ya tarehe ishirini na tisa Oktoba ilikuwa tarehe 29 kwa 29, lakini 29 Oktoba ni matukio ambayo yameleta uharibifu wa miundombinu mm -hmm. Nauli hizi zilitangazwa tarehe 29 tisa mwezi wa nane, kwamba ni nauli za mpito mpaka pale ambapo sasa Dati ataleta maombi rasmi, tutawaita na wadau ili kuona mapendekezo ya Dati alivyokaa na wa wale watoa huduma hizo, nauli ziwe shilingi ngapi, lakini tunavyosema ya mpito, tuliona nauli hii inamtosheleza mtoa huduma kutokupata hasara lakini pia kutokupata faida kana break even tunasema, ili uingie sokoni, lakini tukamwaahidi kwamba Dati ndo atakayeleta sasa mapendekezo, tutaita kikao cha wadau. Kwa hiyo Dati nafikiri atakuwa anaendelea, na tuone hiki kipindi cha mpito atakavyofanya toaji huduma huu. Inawezekana akaona kuna faida kwa sababu abiria ni wengi. Hii maana yake ni kwamba hata ile mabasi ya pembeni yale anampunguzia idadi ya abiria, pikipiki sijui hizo zote zitabidi zitoke, lakini tutakwenda kuangalia taratibu namna ambavyo watatoka ili sasa wale abiria wawe wa kutosha. Inawezekana nauli elfu moja ikaonekana ni sahihi, kwa maana tumeita ya mpito ili mwekezaji yeyote avutiwe kuja sasa kuwekeza. Vinginevyo ndugu zangu, itakuwa ngumu sana watu kuja kufanya biashara Tanzania, mazingira hayalipi. Katika kuthibitisha kwamba serikali inawajali watu wake kwanza nipate kuwajulisha umma kwamba hii nauli ya shilingi elfu moja ndio nauli ambayo angalau inaweza kumvutia wawekezaji wanaoleta mabasi, kwa sababu serikali kazi yake ni kujenga miundo mbinu, alafu mabasi yanaendeshwa na watu binafsi. Sasa kuna ile hali ya, ya kuzoea, kwanza ilikuwa kuizoea huduma katika wakati wa kuizoea huduma, nadhani ku wa tukumbuke kwenye BRT wani, watu walitembea bure bure kutoka Kimara kwenda mjini kuzoea, watu waanze kuacha mazoea kwenda kwenye nani nyingine. Kwa hiyo kama ulivyosema awali, ni kipindi cha mpito kuelekea sasa kwenye, huenda sasa kwenye ile nauli halisi, kama itakuwa ni hiyo ama itakuwa ziada, lakini kwa kuanzia kwa hiyo nadhani ni, ni, ni, ni, tuko, tuko on track. Tuko on track kwa sababu nia sio kuwa, kuwa, kuwaumiza wananchi kwa sababu baada ya huduma kusimama nakumbuka watu walikuwa wanalipa mpaka elfu tano elfu sita kwa ajili ya safari ambayo leo wanailipia kwa shilingi elfu moja. Kiliongezeka ni kiasi shilingi mia mbili na hamsini tu katika kupunguza masuala ya change na vitu vingine kama hivyo otherwise serikali katika kuwajali kwa watu wake, ndio maana unaona pamoja na kuharibiwa kwa miundombinu bado imeweza kurudisha huduma kwa muda mfupi sana, na mpaka jana, nadhani watu wa Kimara watakuwa wanapanda vituo vingi zaidi kuliko pale ilipokuwa awali, ambapo kilikuwa ni kituo cha Kimara mwisho na hapo kati vile vitatu, lakini sasa hizi Kibo, Magomeni watu wanapanda. Kwa hiyo nia ni njema, hatuko katika kukomoana yeah. Sababu hata hiyo inayotozwa bado serikali inatoa inatoa ruzuku kwenye hiyo lakini, sio kila kitu unaweza kukiweka hadharani yeah. Kwa hiyo kwa ufupi, ni taratibu fuatasa